Unapoanzisha biashara au hata kama unafanya biashara, ni muhimu sana uwe na malengo, kwa sababu ukiwa na malengo, haya malengo ndio yanakupa msukumo wa kufanikiwa katika biashara yako. Sasa haitoshi kusema tu au kupanga tu mimi na malengo moja, mbili, tatu, kwa sababu ukishaweka hayo malengo, lazima uweke utaratibu wa ku tekeleza ili uweze kufikia hayo malengo. Sasa leo nitajaribu kuelezea e, ni utaratibu gani ambao utautumia ili uweze kufikia malengo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi cha Dira ya Ujasiriamali cha Tan Business Channel Online television. Jina langu ni Ali Mwambola. Sasa twende kwenye mada ya leo ambayo inahusiana na masuala ya kitu gani cha kufanya ili uweze kufikia malengo uliyojipangia, na kitu nitakachokizungumzia au jambo lizungumzia leo ni mikakati au kwa lugha ya Kiingereza ni strategies. Ni kuwa unapokuwa umeweka malengo, sasa inabidi upange mikakati ambayo itafanikisha wewe kufikia hayo malengo yani, lazima uchague strategies ambazo utakaozitumia. Sasa swali linakuja, strategies gani utazitumia? Sasa ni kuwa kuna strategies aina mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuangalia aina ya biashara unayofanya na malengo yako uliyoweka hapo. Sasa unaweza ukaamua utumie E, strategies strategy zipi au utumie mikakati ipi? Sasa kuna ma research yameshafanyika, e, duniani huko sehemu mbali mbali kuhusiana na strategies ambazo zinaweza zikatumika kwa sasa. Wewe huna haja ya kufanya tena research ili uweze kufahamu utumie strategies gani. Jambo la msingi unaloweza kufanya ni kujaribu kuangalia zile strategies ambazo zimeshafanywa research na ujaribu ku- kuzitumia. Hicho ndio kitu ambacho nafikiri naweza nikakushauri sasa. Kuna kuna kuna strategies ambazo zinakubalika sehemu nyingi tu ya dunia kufanywa ma, ma, ma, ma, ya na zilisha kufanyiwa mambo ya research na zikapitishwa na na, hizo zinaitwa kwa jina la Kiingereza zinaitwa generic strategies. Yani, ni kwa kwa kifupi ni kama ni mikakati ni, ni ambayo ni ya ya jumla yani inaweza ikatumika na sehemu nyingi za biashara. Kwa hiyo sasa hizo generic strategies ni zipi, au hiyo mikakati ambayo inaweza ikatumika? Kwa sababu hizi generic strategies haijalishi kama wewe ni Mtanzania au kama uko Tanzania au yuko mtu Urusi au yuko China au yuko South Africa unaweza tu ukaiapply, yani ukaitumia. Kwa hiyo nizungumzie hizo generic strategies ambazo unaweza na wewe ukazitumia kwenye biashara yako. Namba moja ni kitu wanasema ni kujaribu kuhakikisha kuwa gharama zako ziko yaani sio kubwa za kuendesha biashara eh, yani, wanasema cost control yani, hakikisha unadhibiti gharama za kuendesha biashara. Na hapa, mara nyingi kuna kwa na matatizo unakuta wafanyabiashara wengi hawana hawa, hawa utaratibu wa kudhibiti eh, gharama za kuendesha biashara. Sasa hiyo inaweza ikakufanya usi, usi, upate shida kwenye pengine kufikia malengo na pengine hata sio tu kufikia malengo, lakini unaweza ukakuta hata biashara yako ikawa inapata hasara kwa sababu unashindwa ku manage gharama. Kwa hiyo siku zote hakikisha una una manage gharama, yaani una unadhibiti gharama za kufanya biashara. Na chombo au dokumenti nao naotumika sana kudhibiti gharama ni kutengeneza bajeti, kwa sababu ukitengeneza bajeti sasa, unakuwa umeshaweka viwango vya matumizi. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kupita, na kama unataka kupita inabidi kukaa na kutafakari na kufanya maamuzi. Kwa hiyo namba moja ni generic, ni swala la cost control. huo ndio mkakati wa kwanza. sasa namba mbili ni katika mikakati ni, ni kitu wanaita uniqueness, yani ni kuwa wewe uko kwenye ushindani, biashara zote hizi zina ushindani. Sasa kama uko kwenye ushindani, inabidi utumie mkakati ambao utakao kufanya wewe ufanikiwe kwenye huo ushindani. Sasa kinachopendekezwa hapa ni kuwa uwe muda wote unafikiria kuja na kitu ambacho kiko tofauti kwa ubora na washindani wako. Sasa unapofanikiwa ku, kuwa na kitu cha ubora kuliko washindani wako, mara nyingi unajikuta unafanikiwa. Sasa hii ni huu ndio mkakati wa pili ambao ni wa uniqueness, yani unakuwa na kitu ambacho kiko tofauti na wenzio na utofauti wake ni wa ubora. Kwa hiyo inabidi uwe mwepesi sana kubuni e, utaratibu au mbinu za kufanya I, ambazo ni tofauti na wanazofanya washindani wako ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo huo ndio mkakati wa pili. Sasa tuangalie mkakati wa tatu. Mkakati wa tatu unahusiana na kitu anaita focus. Yaani, unapofanya mambo yako, weka msisitizo kwenye mambo unayoyafanya. Unajua kuna wengine hawana, hawana, hawana utaratibu wa kuweka msisitizo kwenye jambo fulani Unakuta leo kashika hiki kesho kashika hiki kesho kutwa kashika hiki sasa. Uwezi ukafanikiwa katika utaratibu huo, jaribu kutuliza akili yako. Kwa hiyo fanya mambo yako kwa kuweka msisitizo katika jambo ambalo umeamua kulifanya. Kwa hiyo sasa kwenye focus, kwa mfano sasa, kama umeamua kuweka mkakati wa cost control kama nilivyozungumza awali, yaani wa kuhakikisha unadhibiti eh, gharama za kuendesha biashara. Sasa muda wote natakiwa unaweka akili yako kwenye hilo swala. Sasa sio wewe umeamua kujaribu kudhibiti gharama, halafu leo uko hapo kwenye gharama, kesho unahamia kwenye sehemu nyingine. Hapana kwa hiyo kwenye swala la focus ni kuwa weka msisitizo kwenye jambo ambalo umeliamua. Kwa hiyo kwa mfano, kama umeamua ili swala la cost control au swala la uniqueness, kwa maana unaweza ukaamua hiyo mikakati yote miwili kuitekeleza. Kwa hiyo jipangie mwenyewe utaratibu wa kuhakikisha hiyo mikakati miwili yote unaweka nguvu ya kuitekeleza. Ndio unasema una focus. Usiwe hapa umeshika hapa umeacha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huo ni mkakati wa tatu wa kufanya biashara. Sasa unajua kwenye biashara kuna kuna mambo mengi. Kuna vitu vingine unaweza ukavifanya ukiwa wewe peke yako, kwa kutumia maarifa yako, kwa kutumia resources zako, yani rasilimali zako, lakini kuna vitu vingine inabidi upate msaada nje ya biashara yako au ya shughuli zako. Sasa hapa ndio tunapokuja kwenye mkakati wa nne, ambapo tuna tunazungumzia partnership. Kuna mambo ambayo wewe mwenyewe peke yako huwezi ukayafanya, inabidi ushirikiane na watu wengine. Kwa hiyo sasa inabidi mkae, mzungumze, mkubaliane ili hayo mambo mweze mkayafanya kwa pamoja kwa ushirika au kwa, kwa, kwa lugha nyingine oh, eh, eh, masuala ya partnership wanaita ni ubia. Sasa unaweza kukuta kuna mifano, kwa mfano kama mashirika ya ndege, unakuta eh, mashirika ya ndege kwa mfano badala ya shirika kwa mfano la Emirates kuja Dar es Salaam halafu ikaja Gafu wee anayekataka kuja Dar es Salaam sasa kuleta ndege zote mbili yani kwa pamoja kila mmoja anakuwa na magharama makubwa. Kwa nini wafanye hivyo? Kwa hiyo wanaweza wakaamua ku, ku, ku, kufanya kitu anasema jointly, kwa maana kwa wanaungana. Sasa unakuta Emirates tu ndo anakuja Dar es Salaam, lakini anabeba pia abiria wa Gulf Air. Kwa hiyo hii ndio maana yake. Kwa hiyo hata kwenye hizi biashara ndogo ndogo unaweza ukakuta pia unatafuta partner mnaungana mnafanya kwa pamoja, mna kwa sababu sasa mnakuwa na nguvu kubwa mkiwa wawili kuliko ukiwao peke yako. Kwa hiyo ili ni huu ili, ni mkakati ni mkakati wa nne, ambapo unajaribu kushirikiana na biashara nyingine ili uweze kufanikiwa. Mkakati wa tano ambao ni wa mwisho kwa leo nitakaozungumzia ni wa waku, kununua kununua biashara nyingine kwa sababu unaweza ukaanza kwa mfano kuwa na ushirika au partnership au ubia na na mwingine, lakini baadaye ukaona, ah, mambo yako mazuri kweli kweli, lakini sasa kwenye masuala ya kufanya maamuzi nabidi tukae wawili tujadiliane na nini. Kwa kuwa wewe unaona nguvu yako ni kubwa, unaanza kujenga hoja za kutaka kumnunua huyo mwenzio, kununua biashara ya mwenzio, na hii inatokea kwa sababu na yeye inawezekana kuwa ah anaona alikuwa anaona haya tukukwambia kwa maana ninunue, lakini unakuta kabisa anaona uwezo wake wa kifedha ni mdogo, lakini ana, ana, ana faida yake kwa maeneo yake. Kwa hiyo sasa hapo unamnunua una mwenziwo au unanunua biashara nyingine, pengine inayofanana na ya kwako au isiyofanana na ya kwako, lakini unafikiri kuna, kuna maslahi fulani unaweza ukayapata lakini kwa huku kwetu inawezekana hiyo kidogo ikaonekana haiko vizuri. Lakini kwa wenzetu, kuna kununua kwa hiari na kuna kununua kwa nguvu, wanasema hostile takeover, yaani unamwendea jamaa <laughs> hata kama ni mpinzani wako, unaambia mimi nataka kununua. Sasa kwa sheria za wenzetu kule, hawezi kukataa kama hana sababu eh. Unamwambia mimi nataka kununua sasa we niambie, shilingi ngapi? Kwa hiyo sasa inabidi mnakaa mnajadiliana, hata pamoja nakuwa mlikuwa ni maadui au mlikuwa hamna uhusiano wa karibu, basi mnakubaliana, una anakununua kwa hiyo, inaitwa hostile takeover na, <coughs> lakini kuna taratibu ameweka jinsi ya kusimamia masuala kama hayo. Kwa hiyo naona niishie hapo. Leo nilikuwa najaribu kuelezea kuhusu mikakati ambayo unaweza ukaitumia kama wewe unafanya biashara, kwa sababu mikakati inasaidia sana kufanikisha kufikia malengo, na kila biashara lazima iwe na malengo. Sasa malengo ili kuweza kuyafikia inabidi uwe na mikakati, na leo nimejaribu kuzungumzia baadhi ya hiyo mikakati. Naomba mwendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali. Na hiki kipindi kinatangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, na washukuru asanteni sana, karibuni tena.